Mambo vipi wapenzi wa safari. Leo tunaangalia jambo moja kali sana. Je, ni kweli Kenya ilikuwa inaruhusu watalii kupanda mlima Kilimanjaro ingawa mlima huo upo Tanzania? Na kama ilikuwa ikitokea, serikali ya Tanzania ilifanya nini kuhusu hilo? Kwa miaka mingi, Kenya ilifaidika na utalii wa mlima Kilimanjaro kwa njia ya busara sana. Sababu kubwa ni kwamba mlima unaonekana vizuri zaidi kutoka Kenya, hasa kutoka hifadhi ya taifa ya Amboseli. Hili liliwafanya watalii wengi waamini kwamba wanaweza kupanda mlima kutoka Kenya, lakini ukweli ni huu: mlima Kilimanjaro upo kabisa ndani ya Tanzania na njia zote rasmi za kupanda zipo huko. Sasa serikali ya Tanzania ilifanya nini? Walichukua hatua madhubuti kama vile hufanya kampeni za kueneza habari kwamba mlima upo Tanzania. Kuboresha miundombinu ya utalii kwa ufikiaji wa moja kwa moja kupitia Tanzania. Kutekeleza sheria kali kuhakikisha hakuna kupanda kutoka Kenya. Kwa hiyo mambo yakoje sasa? Hakuna tena kupanda mlima Kilimanjaro kutoka Kenya. Watalii wanapaswa kupitia Tanzania ili kupanda mlima. Kenya bado inatumia mlima kama kivutio cha mandhari nzuri, lakini haina mamlaka juu ya utalii wake. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Unadhani Tanzania inafanya vya kutosha kukuza utalii wake? Ni maboresho gani ungependa kuyaona katika utalii wa mlima Kilimanjaro? Tuachie maoni yako hapo chini, nasubiri kusoma. Tutaonana katika tukio lijalo.